Anangoja Raila akufe alafu akuja hapa na kujipretend atakuwa anapenda Raila. Mtu kwanza mwenye hapo anataka Raila Amolo Odinga ni huyu William Ruto, huyu Kindiki, huyu hapo anamtaka zile, zile vitu zile vitu Raila Amolo Odinga amekuwa akipigania kuwa free of expression kujieleza. Jamaa anangoja tu vile Raila alikata tu roho hivi, hata ijamaliza dakika moja, jamaa anachukua mabila ma, -ma, -ma ana saini anasaini akisema, ule mtu alikuwa ananisumbua ameniondokea, sasa acha ni sign, ndio ni nyanyase, ni nyanyase wananchi. Mimi nataka kuambia rais, hata leo nimeongea na Raila Odinga, spirit yake imenitokea usiku. Tutakushughulikia, usifikiri ati baba amekufa ati utatunyanyasa, hakuna sisi baba tuna, unajua sisi si, tunatembeanga na baba. Si Wakristo anasemanga Yesu Kristo ako ndani yao wakitembea si wanatembea na Yesu Kristo, hata sisi baba ako ndani yetu na tunatembea na baba everywhere. Nataka na kuambia hiyo kidinji, sisi zile vitu umesaini sisi hatukubaliani nazo, na mwelekeo tutapewa na Joji natembea